La pili wakanambia wapate mafunzo, basi kwa kile wanachokifanya wafundishwe ili wakifanye vyema. Na la tatu wakanambia wapate mitaji, mitaji isiyokuwa na riba. Nikawaambia tukishinda tutayatekeleza hayo. Kutoa maelezo ya wapi tulipo katika mambo haya kujenga masoko makubwa na madogo. Tumejenga masoko makubwa kama la mwanakwerekwe la jumbi la chuini karibu Mombasa, tutafungua soko jingine, na nishakwenda kibanda maita, nishawaambia mchoro na naabuzi, tutaanza kibanda maita, lakini hayo ni maku... fanya mazingira ya kufanya biashara yawe mazuri. Wako wazungumzaji leo hapa walosema tatizo lao ni maeneo ya kufanya biashara. Tunatambua kwamba bado kuna uhaba wa maeneo ya kufanya biashara, na hiyo ndio kuja sasa, tutahakikisha tunatengeneza maeneo mengi zaidi ili kila mmoja wetu apate maeneo ya kufanya biashara yake zaidi kuliko ilivyo sasa. Kwa mfano tumeamua mamlaka ya mji mkongwe, kwa mfano wamesema watakuwa wanatoa eneo lilela pale Forodhani katika siku maalumu kwa mwezi, ili wajasiriamali wafanye shughuli zao, lakini hivyo hivyo kwa maeneo ya Darajani na kwa maeneo mengine yanayo ambao wamepanga masuala ya, ya, neo, ya, wa ma, ya Sunday Market, kama ilivyosemwa hapa. Mimi ninachoweza kukuhakikishieni ni kwamba tutajipanga vizuri zaidi ndugu zangu unaitwa Big Z, mradi ule unatakiwa, hii barabara hii ya kutoka kwenye mataa ya Kiswandui pale, hii barabara yote maduka madrupu kulia na kushoto. Tutai, tutajipanga vizuri, tutatengeneza maeneo mazuri ili lakini wakati huo huo tusiweke tu mradi biashara popote, hapana. Mimi mmoja katika watu ambao siafiki biashara kufanyika popote. Lazima kuwe kuna utaratibu, lazima kuwe kuna maeneo yamepangwa, lazima hata vile vibanda vya kufanyia biashara vienezwe kisasa ili nao mji upendeze. La tatu ni swala la mitaji. Ndugu zangu niseme mambo mawili. Serikali katika kipindi hiki tulitenga bilioni sitini kutoka serikalini na bilioni thelathini na tisa tulichukua benki ya CRDB, bilioni tisini na sita jumla yake hiyo. Mategemeo yetu ilikuwa tuzisambaze kwa wajasiriamali wa ngazi mbalimbali. Kuna wadogo, kuna na wakati, bahati mbaya sana urasimu ulikuwa mwingi matokeo yake wale wadogo kabisa wale wale wanaohitaji laki moja, laki mbili, laki tatu, wanaouza vitumbua na maandazi, ule utaratibu uliwashinda. Matokeo yake ni kwamba hawakupata, kwa sababu mtu unauza maandazi, unahitaji laki mbili, laki tatu, unaambiwa kwanza usajili kampuni au uwe kwenye, kwenye umoja fulani usajiliwe, halafu ukafungue akaunti. Hayo tumeyasikia lakini nataka nikuelezeni kwamba serikali itaendelea kuweka mafungu makubwa ya kukopesha watu bila ya riba kama tulivyofanya kipindi kilichopita. Lakini safari hii tutaufanya kwa utaratibu mzuri zaidi. Tutaufanya kwa utaratibu wa kutambua nani anaweza kusajiliwa na nani hahitaji kusajiliwa. Anatakiwa afatwe kule alipo kama akina mama waliozungumza wale. Mtu ana, ana biashara ya supu tu unamtaka kasajili na afungue akaunti. Haiwezekani. Tutawafikia kwa mitaji hiyo midogo midogo, mitaji ya mpaka laki tatu mpaka tano, tutawafikia walipo ili tuwape mitaji hiyo. Lakini wale wakati wale wafanye biashara ya wakati ambao tayari wana usajili ambao tayari wana benki account tutahakikisha wanapata mikopo. Mama mmoja amesema yeye kapata, anauliza wenzake, je, tutafika huko? Tutawafikia wote. Na hata yule mama aliyezungumza kuhusu ile pesa ile cheki ambayo mpaka leo hawajalipwa, mmechelewa tu, mngenitafuta siku nyingi, ningekuanyisha kumalizieni tatizo lenu TCB walitupa uhakika pinja na tukapiga na picha, umenionyesha hapo. Kama hawawezi kulipa wao, hata mimi nitalipa, lakini lazima mpate pesa zenu. Kwa hivyo tutaendelea kutenga mafungu ya kuwawezesha. Sasa hivi tuna fedha za aina tatu, tuna fedha za serikali kuu tuna fedha ambazo zinatoka kwa wafadhili, lakini vile vile tutakuwa tuta na fedha zinazotoka kwenye hizi taasisi zetu hizi kama zaea na wengine. Kwa hiyo lengo letu, na hata serikali kuu tutawezesha kukopa fedha zaidi kwa taasisi zetu ili tuweze kuwafikia wajasiriamali wengi zaidi. Ahadi yangu kwenu ni kwamba eneo hili la mitaji tutaliweka vizuri zaidi. Tutalirasimisha vizuri zaidi. Natambua urasimu uliokuwepo kipindi kilichopita. Kwa hiyo tutaliweka vizuri zaidi ili mfikiwe kwa urahisi kuliko ilivyokuwa. Eneo jingine ni masoko. Mara nyingi nikienda katika maonyesho ya wafanyabiashara, wajasiriamali, huwa ninauliza, hivi vitu mnavyovifanya hapa, masoko mnayo? Si mara nyingi huwa napata majibu kwamba masoko yapo. Wengi huwa wanasema masoko bado changamoto. Kwa hiyo tutaweka utaratibu wa kutafutiwa masoko ya jasiri ya jasiriamali. Mimi nataka nikubaliane na mama huyu aliyezungumzia swala la kwamba hoteli hapa Unguja ziko zaidi ya mia sita lakini bado sabuni zinaagizwa kutoka nje. Serikali ikae na hawa wawekezaji katika mahoteli tutengeneze utaratibu maalum wa kuwawezesha wajasiriamali wa ndani kwa kuwapa masoko katika hoteli hizo. Kitakachotakiwa na wale ni jambo moja: viwango, lazima bidhaa ziwe na viwango, na ndio maana tuna ZBS na ndio maana tuna ZFDA. Lengo letu ni kwamba tuwawezeshe wajasiriamali wa ndani waweze kufikia viwango ili wauze katika mahoteli yale. Hili tutalifanya kwa nguvu zote, lakini lazima wajue kwamba tunaposema utalii kwa wote, maana yake wao wanufaike, lakini na wananchi wa Zanzibar wanufaike kwa kupata masoko katika hizo hoteli. Tutaendelea kutafuta masoko ya bidhaa za mwani, walio wengi hapa wanajishughulisha na mwani, na imeshaanza kufanya kazi huko nje ya nchi, China na kwengine, ili tupate soko la uhakika la mwani na bidhaa zake ili tuwasaidie. Najua wajasiriamali wengi wanakosa masoko ya bidhaa zao za mwani, lakini kama nilivyosema, ni muhimu tupate hati za ubora ili hayo masoko yawe rahisi kuyapata. Jengine ni viwanda vidogo vidogo, zaea wana jukumu vile vile la kuwezesha viwanda vidogo vidogo, na ninaposema viwanda vidogo vidogo si lazima kiwe kiwanda kikubwa au kiwanda chenye mitambo ya, ya kisasa sana. No, ni mradi uwe na sehemu ambayo unaajiri watu wewe ukiwa unazalisha kitu unaajiri watu kumi, kumi na tano wewe una qualify kupata mkopo kama kiwanda kidogo. Na hili tutalisimamia. Tayari kuna fedha zinatoka Abu Dhabi katika eneo hili Serikali itaweka pesa vile vile ili tuweze kusaidia hivi viwanda vidogo vidogo viweze kuajiri wengi zaidi katika maeneo yao. Kwa hivyo leo nimesimama hapa kusema kwamba yale tuliyoahidi mwaka elfu mbili na ishirini leo tuko mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ahadi yangu ni kwamba tutayafanya kwa nguvu kubwa zaidi. Tutahakikisha kwamba mazingira mazuri ambayo yamelalamikiwa hapa na wengi tunayatengeneza zaidi, masoko mengi zaidi yatakuja, na maeneo mengi zaidi tutayatengenezea utaratibu wa kutoa nafasi za watu kufanya biashara zao, bila kuchafua mji, bila kuchafua mazingira, kwa kujenga vibanda vizuri vya kisasa, ili kuwapa nafasi watu kufanya biashara. Lakini vile vile tutarahisisha, najua tatizo kubwa lilokuwepo katika mikopo hii na mitaji ambayo tumeipanga ni uzito wa kupata hiyo mikopo, ugumu uliokuwepo, tutarahisisha ili tuweze kufanikisha katika hiyo. Sasa nikija ki, ni kwenye zile hoja zilizotolewa, wanasema bado nafasi kwenye masoko hazitoshi. Nakubaliana na nyinyi na ndio maana nasema tutaendelea kujenga masoko makubwa ya kisasa. Kibanda maiti linakuja, Mwera litakuja, kwa Hajitumbu litakuja, alimradi kutakuwa na masoko kila pahali. Lakini vile vile kulikuwa kuna hoja kwamba dhamana ya milango hiyo inayowekwa, ya milango kwenye masoko, kwamba watu wanaambiwa waweke fedha nyingi, hilo tutalirekebisha. Nitapata maelezo ni kwa nini hali iko hivyo. Hakuna sababu, lengo letu sisi ni kuwasaidia hawa wanyonge. Unapomwekea dhamana labda ya milioni kumi, huyo tayari ushawaondoa wanyonge wote, kwa sio lengo la serikali. Tutahakikisha hili tunaliweka sawa. Wameomba Sunday market ya Kisonge nadhani kwamba irejeshwe. Ninachoweza kusema mimi ni kwamba kuna mambo mazuri zaidi yanakuja kuliko hicho unachodhani wewe. Huu mradi ninaokuambia huu wa Big Z una lengo la kutengeneza vibanda vizuri sana vya biashara njia nzima hii. Kwa hiyo tutajenga mazingira mazuri ili muweze kupata maeneo mazuri zaidi, pamoja na kuzungumza na ZSSF kuona kwa kiasi gani Sunday market inaweza ikarudi. Kuhusu ZFDA na ZBS nashukuru kwamba wamekupunguzieni ada ya kuweza ku, kusajili bidhaa zenu na wanatoa mafunzo haya yote. Niliwapa ma, maelekezo na nadhani wameyatimiza. Sasa mnasema changamoto ni sehemu za kufanyia biashara eh, kwamba mtu anaweza akawa na kiwanda chake kidogo, lakini kiko ndani ya nyumba yake. Lazima tuweke mazingira mazuri, ili hata ile hati ya ubora basi na yenyewe inategemea sana bidhaa yako unazalisha katika mazingira gani. Eneo la mji mkongwe wasaidiwe kujenga, kupajenga ili wajasiriamali wapate maeneo mazuri ya kazi. Eneo la mji mkongwe kama nilivyosema, ikiwemo Forodhani na maeneo mengine, tutayatafutia utaratibu mzuri zaidi wa kuweka maeneo ya kufanya biashara kwa, eh, kwa kudumu. Bado bidhaa zinatoka nje, kama alivyosema, hili nimeshalitolea maelekezo, kuwezesha za, zana za wavuvi wale wachaza kule. Tumeendelea kutoa maboti, tumetoa maboti ya wavuvi, tumetoa maboti ya wakulima wa mwani, na huku tunapokwenda sasa, aina ya maboti itabadilika. Tumepata feedback kwamba maboti yanayohitajika yawe makubwa zaidi, ili waweze kufika mbali zaidi. Nimelipokea ombi lenu, tutalifanyia kazi. Hiyo cheki mliopewa nimeshaitolea ufafanuzi, tutaifanyia kazi. Fedha zenu mtapata tu, msiwe na wasiwasi. Serikali ikae na washauri wa wajasiriamali ili shughuli zao ziwe na tija zaidi, ili nimeshalipokea, tutakaa na washauri wa wajasiriamali. Serikali ni sikivu, tutasikiliza mnachosema ili tuweze kwenda pamoja, maana sisi ni wada, wabia, lazima tufanye kazi kwa pamoja. Mamalishe, upimaji wa afya, ada ni kubwa kutoka elfu kumi na tano mpaka hamsini na tatu. Nitaiangalia hii, sioni sababu ya kuweka ada kubwa kiasi hichi, kitambulisho. Na kuna mamalishe uh, aliyezungumza anasema mtaji umekata, lakini kama tunavyosema ni kwamba tutakufikieni kwa ile mitaji isiyokuwa na riba, kwa hiyo mtaweza kurejesha mitaji yenu ili muendelee na biashara zenu yule mama yangu wa Kwahani yeye, yeah, anasema viongozi hawawapitii kabisa. <laughs> Basi tutaweka utaratibu tutateka utaratibu mzuri zaidi wa kwamba kila anayehusika na swala la wajasiriamali atuonyeshe jinsi anavyokwenda kuwasaidia. Hii iwe ku, kwa ngazi ya serikali kuu na kwa ngazi ya serikali za mitaa, kwa maana ya madiwani, lakini na kwa wawakilishi wetu wa bunge na wawakilishi, tuweze kuwasaidia wajasiriamali wajikwamue na maisha. Alafu kulikuwa kuna swala la bei za milango katika masoko kuwa ni kubwa. Nitaliangalia swala hili kwa sababu, mwisho wa siku, niliwahi kusema wakati tunafungua pale Mwana Korek, masoko haya tumeyajenga si ili serikali ipate pesa, tumeyajenga masoko haya ili kuweka mazingira mazuri kwa wafanya biashara, na hizi ni fedha za serikali. Kwa hiyo hatuna haja ya kulipa kwa kuweka bei kubwa, tutaziangalia bei za milango ili ziwe nafuu zaidi. Mwisho ndugu zangu wa jasiriamali, nimekuja mbele yenu ili kuomba ridhaa yenu mniweze kunichagua katika uchaguzi unaokuja. Asanteni sana. Sasa na wito nataka kuutoa. Mara nyingi wakati wa uchaguzi watu huwa wanaboteka kwenda kupiga kura. Wanaona kuna hamasa nyingi watu wengi katika mikutano, lakini tukitangaziwa idadi ya waliojiandikisha wanaokwenda kupiga kura tunakuta wengi hawajenda. Nakuombeni safari hii iwe tofauti, kila mmoja wetu akapige kura kwanza Nyinyi ni wafanya biashara ni wajasiriamali, siku ya tarehe 29 na na kuombeni kwanza, tukapige kura halafu tuende kwenye shughuli zetu. Ni kwa njia hiyo tu tutahakikisha ushindi wa kishindo kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo, naomba mnipokelee ombi langu hili. Natambua nyote hapa mtatuchagua, lakini usije ukasema, ah, watakwenda mi sina haja ya kwenda. Kila mtu akisema hivyo tunakosa watu wengi sana. Tunaomba watu wakapige kura. Sasa naomba kura. Niliyesimama mbele yenu Hussein Ali Hassan Mwinyi, mgombea wa nafasi ya rais wa Zanzibar kwa, kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi, mtanipa kura? Hebu nione mikono ya watakaonipa kura. Asanteni sana. Namwombea kura mgombea wa CCM wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassani, mtampa? Mtampa. Asanteni sana. Walionitangulia wamesema ni mwanamke jasiri, mwanamke anayechapa kazi, ameleta maendeleo mengi. Tuna kila sababu kama Wazanzibari kumchagua mia kwa mia. Ndugu zangu napenda nimwombee kura au ni waombe kura wagombea wa ubunge na uwakilishi na udiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Naona wapo hapa, basi tufanye kazi ya kuwapa kura. Mimi nahitaji wawakilishi wengi wa Chama cha Mapinduzi ili tuweze kujenga kutengeneza serikali madhubuti ya kufanya shughuli ambazo tumeziahidi, na mama Samia anahitaji wabunge wa chama cha mapinduzi. Kwa hivyo, tusije tukakosea. Kuna watu nasikia wanasema ah, mimi rais nitampa, lakini mbunge simpi au mwakilishi simpi. Tusifanye hivyo, ndugu zangu. Nawaombea kura wote. Ukichagua karatasi ya kura, ukipewa, utapewa karatasi tano. Ya kwanza utapewa kwa ajili ya mgombea wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya pili utapewa kwa ajili ya mgombea wa urais wa Zanzibar, ya tatu kwa mwakilishi, ya nne kwa mbunge na ya tano kwa diwani wako. Hakikisha zote unawapigia wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, nimefurahi leo tumepata nafasi ya kukutana. Ahadi yangu kwa wajasiriamali ya ni kwamba tutaendelea kutekeleza ahadi zetu kwa vitendo, na safari hii Mwenyezi Mungu akitujalia kurudi madarakani, tutahakikisha kwamba tunaowapa dhamana ya kusimamia maeneo haya wajasiri ya wajasiriamali wanafanya kazi zao kwa nguvu zaidi na tutahakikisha vile vile kwamba tunapata nafasi mara kwa mara kukutana ili tuweze kuzijua changamoto na kuzitafutia ufumbuzi. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Oktoba! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sisi kumpara CCM oye. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Kabla sijamwita mwenyekiti wa mkoa kutufungia mkutano wetu, kuna matangazo ma matatu. Kwanza, mmemwahidi Mheshimiwa Rais mikono mingi, mtampigia kura. Nataka nione sasa mikono wanavyo kupigia kura, nione mikono kupiga kura Mheshimiwa Rais, hawa wote wanavyo vile hivi. Haya, tushushe ile tangazo la kwanza, kwa maana mmethibitishia kama mwenyezi wa nchi hii wote vya kupiga kura mnavyo, sio haya? Na pili, wakati Mheshimiwa Rais anaomba kura akatoa utaratibu mfano wa karatasi mmeona kama hii, mgombea wetu uko mwanzo hapa Mmeona, alafu kijani yake imekoza, alafu wanasema very handsome, si ndio? Piga kura yako, naona kwenye hichi kichumba hichi hichi, sitoke, tiki hapa, alafu huku sitio chochote. Hata kama kuna mtu umpendi, kusimtoe macho wala nini. Ukifanya hivyo toka kura yako viharibika. Tumefahamiana kwa maneno, tiki hapa, kunja katia kwenye kura, sawa. Tangazo la tatu, mnatakiwa mbaki kama mlivyo. Kuna zawadi Mheshimiwa Rais atakupeni hivyo hivyo hapo. Vipi Mheshimiwa Rais? Mi ndomana nakuambia ule jamaa. Lo, hawasikilizi kwa sababu yule mmoja anasemea kwenye pua. Kuna mwaname anasemea kwenye pua kuna mtu anataka kusema aju anasoma kwenye pua. Vipi mchele mchele nini? atamweza Dokta Mwinyi? Dokta Mwinyi ana timu ya mpira kwake, maana ana watoto wa kutosha. sise mwenyekituchoto Haiwezekani sisi emoye dokta, mmemsikia huyo? Ndio dokta maendeleo. Na labda ni- nikuulizeni kweli, atatokea Mzanzibari mwanamke ikifika Oktoba 29 asimpige kura mama Samia Suluhu Hassan? Dokta Mwinyi, tukitaka tumfurahishe Oktoba 29, tukampigie kura. Tukitaka tumfurahishe zaidi na zaidi, tuwapigie wabunge, wawakilishi, madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa, kwa mkusanyiko wetu huu wa leo, tumwombe Mwenyezi Mungu wauletee baraka tele. Kwa nakushukuru sana, kikao nimekifunga.